Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala e, misiku mingine tena tunaendelea na darasa yetu ya fikhi katika madhahibu ya imamu Ash-Shafi. Eh, wiki iliyopita Sheikh alitusomesha suna ndani ya swala. Alianza na suna nje ya swala, tukaona kwamba ni adhana na ikama. Alafu akaleta suna ndani ya swala na akazigea mara mbili, vile vile, abaadh na haiaat. Tukasema abaadh, shekhe ameziweka michache alizitaja hapa ziko tatu, lakini kwa hakika ziko sita. Ya kwanza atashahudu alawwal, shahada ya mwanzo, ukurasa wa 21 kwenye kitabu cha Pili akasema salatu ala nabi fi tashahudi alawali, kumswalia mtume katika tashahudi ya mwanzo ni katika sunna abaadh tatu. akasema alqunutu kunuti. Kwa hiyo shehe kataja tatu, tashahudi alawali ni sunna abaadh

kunakuwa na kunuti. Kwa hiyo kunuti ni sunna abadh. Kumswalia Mtume katika tahiyatu ya kwanza ni sunna abadh, na tashahudi, tashahudi awali, tashahudi ya mwanzo ni sunnatu al abadhi. Tofauti yake nini na hai? Hizi abadh ukiziacha au kisahau utaleta sijda tisa ukiziacha ukizisahau, utaleta sijda. Kisha akaja na sunna zingine kwenye kwenye swala ndani ya swala akaziita haiatu, na sisi tukasema haia maana yake ni kitu kinachoipamba swala. Yani, we unakaa kwenye swala, mara umenyanyiwa mikono, mara umeishusha ile ineipaa, ni sunna so, manaake amesema haia kwamba ameziokota ni suna amaonekana akizifanya Mtume salallahu alehi wa sallam. Hizi haia amezipa kumi na tano, tutazipita leo sardan, tutazipita kwa haraka. Amesema kam haiatu swala, ni zipi suna za haia ndani ya swala? Jawabu akasema hamsa asharata, ziko kumi na tano. Al-awwal, ya kwanza, rafu lyadaini, ni kunyanyua mikono miwili, bihidhai mankibaini, mpaka usawa wa mabega mawili, inda takbirat lihram, wakati unapiga takbirat lihram. Kwa hiyo kunyanyua mikono mpaka usawa wa mabega ni sunna, lakini ni sunna hai ah. Tukisema hai ah, maana yake kwamba kama utaiacha au kama utaisahau hakuna kusujudu si ati sahau, yaani mtu aliacha kufanya hivi wakati eh, Allah, wa takbira tu ihram, aliacha kunyanyua mikono akasema tu Allahu Akbar mikono kaweka hapa ameacha sunna, lakini sunna gani haia ah, ambayo hata kama ameacha kusujudu au kaacha kukusahau hatoleta sijiati saa. Wa inda rukui, na kunyanyua mikono wakati wa kwenda kwenye rukuu. Wa inda al-itidal, na kunyanyua mikono wakati wa itibali. Wa inda al-qiyam min atashahudi al-awwal, na wakati wa kusimama tena unapokuwa umemaliza tashahudi ya mwanzo, yote hiyo ni haia na zote hizi ni kununiwa. Shekhe anasema ya pili, wadu yadaini al yumna fauqa lyusra, ni kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto ni sunna haia. Tahta sadri, shekhe anasema chini na nini chini ya kifua sawa. Kuweka mkono wakulia, mkono misunda, wa kulia juu ya mkono wa kushoto ni sunna haya. Mtu akiacha kufanya hivyo utomwambia sala yako imebatilika au tasijii, si ati sawi, hakuna hicho kitu. Wa fauqa surati, na hiyo mikono hii juu ya kitovu sehemu zilizopokelewa kuweka mikono ama fi sadri ama kifuani, au tahta sadri au chini ya kifua sawa, si tumeelewana? Au chini ya kitovu vilevile, imekuja vile, hadithi dhaifu, lakini chini ya kitovu. Mahala pote hapa patatu pamekuja kuwekwa kuwekwa mikono kiasi kwamba anasema Imamu Tirmidhi, anasema haikuja pahala maalum pa kuweka mikono, ili kila mmoja aweke pale ambapo akisimama kwenye swala ataonekana amependeza, si tunaelewana? Kwa sababu sio kila mtu akiweka mikono kifuani anapendeza. Kuna mtu akiweka chini ya kifua ndio anakuwa amesimama vizuri, anakuwa amependeza. Na kuna mtu akiweka chini ya kitovu ndio anakuwa amesimama vizuri, amependeza. Wewe unamuonaje jitu refu, afu aweke, aweke hapa, hapendezi na atawachocha watu wote, huku watakuwa hawana amani. Sisi tunaelewa eh. Lakini mtu mwenye kimo cha wastani akiweka kifuani, akiweka hapa chini ya kifua, yeye kwake kwake anaonekana amesimama amependeza. Athalifu, sehemu ya tatu, duau iftitahi ni dua ya ufunguzi wa swala, waja tuwajihia Allahuma baid beini wa baina hatayaya. Dua za ufunguzi wa swala tutakuja kuisoma, kwamba mtu asipoleta dua ya ufunguzi wa swala ni suna, lakini kama hakuleta hawezi kusua isigatisa Aragu ataawdhu nne ni kusema audhu billahi, yani umesha leta hii dua liftitah unasema billahi, audhubillahi minshaitan ai bismillahi rahmani rahim, unaanza kusema surat lfatiha. Sasa hii audhu billahi ni sunna haia, mtu akiwacha awezi kuzua siati saa Alhamisu ya tano taamini, kuitika amin ni sunna haia. Baada imamu kasoma wala dhallin, amin wewe utusema amin, kama ibada wanavyofanya swala yako itakuwa itakua utaeta sijerisaula. Hii ni haia. Asabisu ya sita qiraatu surati bada lfatihati fi rakaati lula wa thaniya, kusoma sura nyingine baada ya surat lfatiha. Sikila swala tukishasoma surati lfatiha tunasoma sura nyingine. Sasa hii sura nyingine hii, shekhe anasema ni katika sunnatu haia yaani kama mtu kasema wala dhalin amin akarukuu, hata kama kasahau kusoma sura nyingine akarukuu, kumwambia si sujudu sikatisawu kwa sababu jasoma sura nyingine, si tunaelewa. Ah. Eh. lighairi mamumi ma sawa asiyekuwa maamuma. Maamuma anasoma sura ya Fatiha, hapo asomi sura, asomi sura hii. asabi ya saba, aljahru fi mawdhihi walisraru fi mawdhihi, kusoma kwa sauti sehemu inayotakiwa kusoma kwa sauti na kusoma kwa siri sehemu inayotakiwa kusoma kwa siri -a. So? Yata, yama, -a Lakhin, alisha ni suna hai, sawa. Mfano leo hapa aje imamu hapa isha Allahu akiba akasoma kwa siri, lakini sehemu ya isha ni kusoma kwa dhahiri asikike, lakini yeye akaswalisha siri, tumeenda swala yote tumeimalizi. Assalamu as alaikum wa rahmatullah -as wa rahmatullah. Tunamwambia si si ati sai kwa sababu natutarisha kwa sama, kwa siri, la ni suna, na Mtume anaonekana anasoma kwa kwa sauti rakaa mbili za magharibi, rakaa mbili za isha na rakaa mbili za alfajiri anasoma kwa sauti lakini, je mtu akisoma kwa siri siwete msanii? Na ndio maana utaona hata kama mtu amekuja katika swala ya isha kachelewa, rakaa moja kawai tatu, moja imempita, hataambiwa na sheria kwamba ile moja iliyompita ya imamu ya sauti na yeye asome kwa sauti. Haiwezekani, yeye atasoma kwa eh, atasoma kwa siri, nafsi anaisikilizisha nafsi yake tu, sawa? Eh, au ni mtu kaja msikitini kachelewa, anaingia msikitini, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Anaanza kuswali mwenyewe sasa isha, sasa ndio asimame, yuko peke yake, alhamdulillahi rabbil alamin -al mm -hmm. arrahmani arrahim aiwezekana al al okay. hey. okay. yeye atasoma simi kwa sasa sababu kusoma jahra na kwa ajili ya swala ya jamaa, au huko mazingira ya peke yako, sikuna uko mazingira ya peke yako peke yako. Kwa hiyo asadu aljahru fi mawdhihi ni sunna haia, kusoma kwa sauti sehemu zinazotakiwa usome kwa sauti wal israru fi maudhihi, na kusoma kwa siri sehemu zinazotakiwa usome kwa siri. Athaminu, suna ya nane, takbiru inda raf'i wal khafdi, ni kuleta takbira wakati wa kunyanyuka na wakati wa kuporomoka takbira intikalati, zile takbira za kuhama: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hizi ni sunna haia eh, lakini sio kwa imamu. Imamu lazima aseme kwa sauti ili wanaofuata asikie, na wanatoka wapi wanakwenda wapi kwa hiyo takbiratu inda rafi wal khafdi, takbira wakati wa kuporomoka na wakati wa kunyanyuka. Hizi takbira hizi ni sunnatu haia. Naona raha ya kusoma huo atas. Sunna ya tisa ya haia, qawlu samia Allah liman hamidahu rabbana lakal hamd Sawa, so, kusema sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu ni sunna haia. <coughs> Alashiri ya kumi tasbihu fi rukui wa sujudi thalatha. Sawa so? kuleta tasbihi zile za kwenye rukuu na kusujudu kuzileta mara tatu ni sunna haia. Kuzirudia ma mara ngapi? Mara tatu. Ni sunna haia. Alhadi ashara ya 11 wadhu lyadaini ala lfakhadhaini, al ni kuweka mikono miwili kwenye mapaja, maa basti musra, sawa, pamoja na kunyosha kiganja vi na vidole vya mkono wa kushoto eh? Waqabubilyumna, na kuvikunja vidole vya mkono wa kulia ila lmusabbiha, isipokuwa kidole cha sabaha, kidole cha subhana, si tunaita kidole cha shahada, isipokuwa hiki, vyote utavikunja kibaki, uh, kibaki hiki kimoja Sawa so, nayo ni sunna haia. Sawa, ikitokea mtu kwenye swala hakuweka mkono hapa kwenye kwenye paja. Sawa so, akaweka chini, swala so, yake imeharibika? Ataita sijati sahwi? Ni sunna haia, yaani ni sunna ambayo wacha kwake au kusahau, hautoambiwa ulete siiati. Sawa so, maana yake tunasema hivi, mtu asifanye. ah. <coughs> <coughs> Lakini tunataka ujue hukumu yake nini? hmm. Athani ashara aliftirashu fi jamii jalasati sawa, kukaa mkao wa iftirash katika vikazi vyote vya swala ni suna haia. Iftirashi, unakalia mguu wa kushoto unanyosha mguu wa kulia. Hii inaitwa iftirashi. Unakalia kisigino cha mguu wa kushoto, wakati mguu wa kulia unakuwa umeunyosha. Ni suna haia, sawa. Athalithu ashara tawaruku fi jalsati lakhira, kukaa mkaa wa tawaruki katika kikazi cha mwisho sawa. Eh, hichi kikazi cha mwisho, ule mguu wa kushoto ulikuwa umekalia kwenye iftirash unaotoa nje sawa. Makalio yako yanakaa chini na mguu wa kulia unakuwa umesimama hii kukaa vile vile ni nini? Ni sunna. Tawaru istirafi ni sunna, tawaru huku vile vile ni sunna, sawa. Kwa sababu mtu fakaifama ajalasa jaza, vyovyote mtu atakavyokuwa amekaa kwenye swala, madhali umeambiwa tashahudi ya mwisho unatakiwa ukae vyo vyote utakazokuwa umekaa hata kama umekaa kama shehe wangu hapa, au kama shehe wangu pale, au kama shehe hadhiri pale. Umekaa uka, ukaweka uka mikono yako hapo ukaleta tashahudi swala so, yako ni sahihi. Iftirash na tawaruku ni sunna, iftirash na tawaruku ni sunna. Alrabia ashara taslimatu thaniya, kumi na mbili ni salamu ya pili. Salamu ya kwanza ni nguzo, salamu ya pili ni isua. Al khamisa ashara niyatu lkhuruji minasalah, ni nia ya kutoka katika wakati. Unatoa salamu unakuwa na nia kwamba ndio mwisho wa neni Eh uh, ndio mwisho wa somo hili. Kwa hiyo hizi tulizipita wiki iliyopita lakini kwa sababu zilikuwa nyingi nimeona tuzirudie tena ili tuzisikilize kwa umakini.